Uh, katika kuelekea sasa kwenye maadhimisho ya siku ya mazingira duniani ambayo uh, huadhimishwa kila Juni tano ya kila mwaka eh, mwaka huu tunaenda kugusia zaidi na kuangazia namna ambavyo taka tunaweza kuzigeuza na kuzifanya kuwa ni fursa, na tunazungumza na mgeni um, kutoka Baraza la Taifa la Uhifadhi wa Mazingira NEMC na tunaenda kuangazia suala zima la uhifadhi wa mazingira hapa nchini na hasa uh, kama tulivyogusia tangu awali kwamba tunaenda kuangazia kuhusu uh, taka hizi kuzigeuza na kuwa fursa. Huyu ni mhandisi mwandamizi kutoka NEMC, Haji Yahya Kiselu. Haji, bila shaka unatusikia kutoka studio zetu za Dodoma. Habari ya hapo? Habari ya hapa ni njema Barclays nawasikia kwa uzuri kabisa teknolojia. <laughs> <laughs> Habari, habari ya hapa ni nzuri kusikia, sijui kama wewe unatusikia vyema? Nawasikia vyema kabisa. Sasa wiki na, na, na yes, ya mazingira uh, imeanza tangu jana Juni mosi, pengine unaweza unaweza kuanza kwa kutuambia eh, ni ipi mikakati ya Baraza la Taifa la Uhifadhi wa Mazingira hapa nchini katika wiki hii ya mazingira na kuelekea kwenye kilele cha siku ya mazingira Juni tano? Asante sana. Kwanza kabisa, pengine kama ungeweza kunipa fursa, tuanze na kutambua baraza ni nini. uh, uh, baraza ni, ni ni ni taasisi ambayo iko chini ya ofisi ya makamu wa rais na imekasimiwa jukumu la kutekeleza sera na sheria ya mazingira namba ishirini ya mwaka elfu mbili na nne. Eh, baraza ni kwamba tuko wiki ya mazingira, kama ulivyokwishaeleza, imeanza Juni moja na itahitimishwa Juni tano. Katika siku hii ya mazingira, baraza linaendeleza mkakati wake wa kuhakikisha kwamba mazingira yanahifadhiwa, lakini uh, tukiangazia katika eneo hili la taka uh, hasa taka ngumu ni kwamba uh, baraza limejikita na mikakati ya kuwa na taka tunasema Zero Waste kwamba hakuna taka kabisa, na kwa sasa hivi tuko tuna na kampeni ya kwamba uh, uh, uh, taka ni fursa. Sawa, umetangulia kusema usijali. Haji, tumekupata tume, tume vyema kabisa. Niulize, umetangulia kusema kwamba mna mkakati wa kuwa na kitu kinachoitwa Zero Waste ama kutokuwa na taka kabisa yes. Huu mkakati unakuwaje? Una, una, una kwa sababu tunafahamu sote taka zinazalishwa kila kukicha. Huu mkakati wa Zero Waste hasa, hebu tupe tu, tu, ufafanuzi wake zaidi. ni kwamba taka ziko za taka uh, ziko za aina mbalimbali mm, lakini tunaposema uh, tunaposema kwamba uh, tunataka tufike kwenye zero waste yani kwamba hakuna taka mm, uh, kupitia kwenye huu mpango au uh, kwenye hii kampeni ya taka ni fursa, ni kwamba uh, tukiangazia kwa, taka kama taka uh, ni kwamba uh, taka hizi zinaweza zikageuka fursa kwa kulejelezwa Uh, kwa maana ya kwamba kama ni taka za plastiki kwamba zinaweza zikarejelezwa na zikazalishwa aina nyingine ya bidhaa. Lakini pia ukiangalia kwa mfano, taka zile zinazozalishwa uh, majumbani au maeneo yale ya biashara, kwa mfano tukianza na taka ambazo zinazalishwa na hawa uh, wenzetu ambao ni wa, watengeneza nguo au au wanaotengeneza Uh, tunasema hizi uh, nguo za kujikinga uh, nguo kwa ajili ya usalama uh, kwamba wanapokuwa wanatengeneza zile nguo wanakuwa wanakata vile vitambaa vile, vina ni taka hapo awali, zilikuwa hazina matumizi uh. Uh, taka hizo sasa hivi uh, tumeweza kutoa elimu na kuna baadhi ambao wajasiriamali wameitikia wame wito wa elimu hiyo ya kimazingira sasa, wanachukua baadhi ya vitambaa vile na wanavitumia kuongeza thamani kwenye bidhaa zao, inakuwa sio taka tena. Lakini pia kuna katika hivyo vitambaa, kuna baadhi ya taka ambazo, vitambaa ambavyo vinabaki ambavyo vinaonekana kama ni taka, sasa hapo uh, awali ulikuwa unaviona kwenye mazingira yetu, lakini kwa sasa imekuwa fursa, kwa maana zina, zinaunganishwa hizo na taka zile za majumbani zile taka kwa sasa zinakusanywa na wako wadau ambao wanazitumia kwa ajili ya kuzalisha uh, nishati ya joto uh, na uratibu wa kuhakikisha kwamba taka zote zitakazokusanywa hususani kwa mikoa mikubwa na kwa kuanzia kama mkoa wa Dar es Salaam, kuhakikisha zote zitakazokusanywa zinachambuliwa, na kwenda zile ambazo haziwezi kulejelezwa, zinachambuliwa na kwenda kutumika kuzalisha nishati ya joto kwa huyo mdau ambaye sasa hivi ameanza kutumia fursa hiyo tutahakikisha kwamba hilo linafanyika na tunafika kwenye zero waste, na zile taka za majimaji za vyakula zile taka a, kwa sasa tunatoa elimu ya kuhakikisha kwamba taka hizo zinatumika sasa kwa kuzalisha mbolea ambayo mbolea hiyo inaweza ikatumika kwenye bustani e, za, za, za maua, lakini bustani ndogo ndogo za mboga mboga e, ni, ni, ni hivyo. Ndugu mtangazaji, Haji, ukisema kutenganishwa kwa taka maanake safari ya kuifikia zero waste bado ni kubwa kama tu uh, bado elimu ya kuhifadhi taka hatuna, mpaka uh, taka zinachanganywa hmm. na baadaye kuanza sasa kutenganisha, hizi zinahitaji recycling, hizi zinahitaji kwenda kuwa uh, mbolea. Huoni kwamba uh, kama baraza mnatakiwa mrudi nyuma kidogo, tuanze huku kwenye elimu ya uhifadhi wa taka ili iwe rahisi kwamba mkizikusanya taka ama taka zikikusanywa e, zi, ziwe uh, analyzed moja kwa moja kwamba taka hizi zinaenda kwa ajili ya kurejelezwa ya, na, na nakushukuru ndugu mtangazaji. Ni, ni, ni kweli, lakini uh, siwezi nikasema kwamba iko kwenye mantiki ya kurudi nyuma kwa sababu mm. ni jukumu ambalo baraza linatekeleza isipokuwa Uh, naweza nikasema naungana na wewe kwa maana kuongeza juhudi zaidi ili kufikia wananchi au wadau wengi mm. lakini uh, katika kufikia zero waste ni kwamba tunafahamu iko hiyo changamoto ya uelewa wa watu katika ut, uelewa, lakini zaidi ni utayari wa kutenganisha hizo taka, lakini eh, baraza kama nilivyoeleza awali linashirikiana na wadau mbalimbali wa sekta wa serikali na sekta binafsi sasa uh, tutakapo uh, weza kutimiza malengo ya kufikia kwenye zero waste ni mm. kwamba moja ya jambo litakalofanyika kwa kushirikiana na wadau wa sekta binafsi ni uh, tutaweza kuja kuwa na mtambo tunaita ni RDF huo, uh, ni mtambo wa kuchakata taka, kwa maana kwamba uh, kuna baadhi ya wadau ambao sasa hivi kwa kushirikiana na mamlaka mbalimbali ikiwemo uh, uh, uh, uh, ofisi ya mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam, tunajaribu kuzungumza na wadau kuona namna gani tunafikia hapo, kwa maana huo mtambo hata taka ambazo zitakuwa zimechanganyikana, kwamba huo mtambo wa RDF utakuwa na uwezo wa kuchambua taka na kubakiza zile taka tu zitakazotumika kuzalisha hiyo nishati ya joto, na itakuwa inatenganisha kama ni chuma zitakuwa pembeni, kama ni taka zile ambazo kwa ajili ya kutengenezea mbolea itakuwa pembeni, na aina nyingi kama ni chupa itakuwa pembeni. Tunatarajia tukafikia hapo, lakini nakubaliana na wewe kwamba msingi um, mkubwa ni kuhakikisha kwamba elimu kule chini inafika ya kutenganisha taka, ambapo baraza kwa kushirikiana na mamlaka serikali za mtaa tunaendelea na juhudi hiyo. I, uh, kwa maana ya kwamba tunapozungumza zero waste hatulengi tu mkoa wa Dar es Salaam, tunalenga pia na maeneo mengine uh, ya, ya, ya nchi yetu kwa elimu hiyo. Elimu hiyo ni kweli baraza limejikita kuongeza elimu hiyo. Uh, kuwafikia wananchi wengi zaidi kwa kushirikiana na mamlaka za serikali za mtaa. Na kwa nini mamlaka za serikali za mtaa? Kwa sababu <coughs> sheria hii ya mazingira namba uh, 20 ya mwaka 2004 pia inatoa mamlaka kwa serikali za mitaa kuhakikisha kwamba na yenyewe inakuwa ni sehemu ya kusimamia utekelezaji wa sheria ya kusimamia uhifadhi wa, uh, uh, wa, wa, wa hizi taka eh, na kuhakikisha kwamba uh, taka zinakusanywa na zina zina, zina, zina, kwenda weza kurejelezwa kwa teknolojia ambazo ziko sasa au zinaenda kuhifadhiwa mahali ambapo ni, ni sahihi eh, na kuepuka kuchafua mazingira. Kiselu, kwenye suala la, la, la, la, la, la ukusanyaji wa takataka, nataka kufahamu ni kwa kiasi gani wananchi wamekuwa wana utayari huo kwa sababu tunashuhudia kwa mfano katika mji kama Dar es Salaam utupaji wa takataka katika maeneo yasiyo rasmi kwa utupaji huo ni mkubwa sana mm. karibu Dio. Katika vituo vya madaladala na maeneo ya masoko kumekuwa kuna utupaji wa ovyo wa taka. Sasa ni kwa kiasi gani NEMC inafanya jitihada kuhakikisha kwamba huu utupaji ovyo wa taka unadhibitiwa ili katika yale maeneo mm, ambayo ndiyo yanayopaswa taka zitupwe kwa sababu hatuwezi kuwa tuna mtambo Dar es Salaam alafu bado tuwe na maafisa wengi wanafanya kazi ya kukusanya takataka katika kila mtaa, kazi ambayo ni, ni, ni, ni kubwa sana. Sasa Nemki mnafanyaje kuhakikisha kwamba mm, mna mobilize hii hali ya utupaji wa takataka ovyo idhibitiwe, alafu tuwe, tuna central places za kupeleka hizi hata huo utendaji kazi wa hiyo mitambo ambayo sasa hivi o katika mazungumzo yake na nini iwe rahisi zaidi. Nakushukuru. na Uh, uh, nadhani uh, nyinyi wenzetu mtakuwa mashahidi tulikotoka na hapa tuliko katika uh, udhibiti uh, na uh, uboreshaji wa mazingira katika jiji la Dar es Salaam. Hapo awali hali ilikuwa uh, ilikuwa ni mbaya ukilinganisha na hali ilivyo sasa. Sasa kwa NEMC Uh, ambacho ni chombo kimekasimiwa jukumu la kusimamia utekelezaji wa sheria ya mazingira, ni kwamba tunahakikisha tunashirikiana na wadau wengine kwa kuendelea kutoa elimu, lakini kuhimiza kuhakikisha kwamba maeneo yote ambayo yanatengeneza mikusanyiko ya watu basi kuwe na dustbin lakini pia tunahakikisha kunakuwa kuna matangazo kwa maana uh, dastbin lile unapoliona pia kunakuwa kuna tangazo linakuelekeza kwamba taka hii unapokuwa umemaliza kutumia, pengine kama ni kifungashio, basi hakikisha kwamba unahifadhi, unatumbukiza kwenye dastbin hii, tayari kwa ajili ya kwenda kuhifadhiwa mahali ambapo ni salama. Na niseme tu uh, tumepiga hatua kama baraza. Uh, Baraza la Taifa la Hifadhi na Usimamizi wa Mazingira limepiga hatua katika kuhakikisha kwamba uh, maeneo ya miji inayoendelea na miji mikubwa yanakuwa safi, na si kwamba kwa baraza peke yake, kwa, kwa kushirikiana na mamlaka zingine. Lakini sambamba na hilo ni kwamba kuhakikisha kwa kwamba wananchi wenyewe wanakuwa ni sehemu ya, ya ya kuwajibika kama sheria inavyowataka. Kwa hiyo katika namna moja au nyingine, pia wanawajibika kama unavyoona kwamba mamlaka za serikali za mitaa zimeweka utaratibu wa kuhakikisha kwamba kwa kuna makampuni kwa ajili ya kukusanya zile taka, na kuna a, kiasi fulani ambacho wananchi wenyewe wanakuwa wanalipia kwa mujibu wa sheria ndogo zile za mamlaka za serikali za mitaa. Kwa hiyo wanalipia, wana, wana, wana huduma e, na katika hilo ni kwamba wanawajibika na mji unaboleka. Changamoto kadhaa chache ambazo zimebaini ambazo zimebaki kwa wale ambao uh, wamekuwa kidogo ni wakaidi kwa kusikiliza na kufuata e, e, yale ambayo yanatolewa yana, yana, yana kama elimu. Ni kwamba tunaendelea, kwa sababu ni jukumu la baraza kwa kushirikiana na mamlaka zingine, tunaendelea kuhakikisha kwamba elimu inawafikia na ni matumaini yetu kama baraza, tutafika mahali hakutokuwa na uchafu kabisa kwa maana kila mmoja akitambua kwamba taka ni fursa, basi atatumia kama fursa ile taka kwa kujipatia kipato na kuhakikisha kwamba mazingira yanakuwa safi. Ndugu e, mtangazaji, kama ilivyo sasa kwenye taka ya plastiki e, taka ya plastiki sasa hivi si rahisi kuiona tu imezagaa, kwa sababu a, a, a, elimu imefikia wengi na wametambua kama ni fursa, na anajua nikikusanya wapi nitaipeleka, basi nitapata chochote kitu. Sasa vivyo hivyo pia kwenye taka za kielektroniki mm. E, me, yes, mefanikiwa sana katika hilo, na sasa imekuwa ni fursa kubwa sana kiasi kwamba taka hizo zinafatwa hadi majumbani tunanunua. mm. e, mw... <laughs> Sasa Haji, pamoja na hayo <laughs> Juni mosi jana e, kuelekea Juni tano, siku ya maadhimisho, pengine mna matukio gani hasa ndani ya wiki hii ambayo tunaadhimisha wiki ya mazingira? Asante sana. Uh, matukio yako kadha wa kadha. Kwanza moja ni kwamba baraza uh, kama mnavyofahamu baraza li, uh, linafanya shughuli zake nchini kote mm. na baraza linakanda takribani kumi na tatu kwa hiyo tumejikita katika kuhakikisha kwamba tunatoa tuna elimu kupitia vyombo vya habari na social media yeah. kuhusiana na udhibiti uh, wa taka za plastiki. Hii ni kuendana na kauli mbiu Uh, ilio, ambayo ina inaenda sambamba na maazimisho ya ya ya, ya wiki hii ya mazingira ambayo kauli yetu inasema, mazingira yetu, Tanzania ijayo uh, mazingira yetu, Tanzania ijayo uh, ni kwamba uh, uh, amua sasa tudhibiti matumizi ya plastiki. Uh, ni kwamba sasa moja ya jambo ambalo linakwenda kufanyika kama unafahamu ndugu mtangazaji mm, kwa siku ya kesho tarehe tatu, tutakuwa na platform, yani kwa maana tutakuwa na mdahalo wa vijana pale chuo kikuu cha Dar es Salaam. Nemki tutashiriki ni sehemu ya hiyo, na sehemu kubwa itakuwa na sisi, tutakuwa tuna nafasi ya kutoa elimu juu ya uhifadhi wa mazingira na masuala mazima ya wataka uh, lakini pia kwa hapa Dodoma, katika banda letu tumejikita kuhakikisha kwamba Uh, tunatoa elimu kwa na kuhamasisha wadau mbalimbali waweze kupita katika banda letu na tu, tu, tuweze kuwapatia elimu mbalimbali za uhifadhi, ikiwemo uh, masuala ya udhibiti wa taka plastic, lakini ikiwemo kuwajengea uwezo wa fursa mbalimbali zilizopo uh, kwenye eneo hili la, la, la, la, taka ngumu, lakini pia kuwapa ku, ku uelewa wa namna gani NEMC inatekeleza majukumu yake na ni majukumu ya namna gani NEMC inatekeleza, na faida zake ni zipi mpaka hapa ambapo tupo kwa sasa, na kwa kuzingatia uh, ni kwamba manufaa ya vizazi vijazo uh, ni, ni hivyo. Ndugu mtangazaji, vipi kuhusu siku ya kilele maadhimisho yenyewe? Ndugu mtangazaji, katika maadhimisho, katika siku ya kilele Uh, sitokuwa na na na na, na, kubwa la kuzungumzia kwa maana katika siku ya kilele itakuwa sitokuwa na kitu cha kuzungumzia kwa maana siku ya kilele uh, ni kwamba tutapata kusikia, kutakuwa kuna mgeni rasmi uh, sijaweza kufahamu kabisa fika kwamba kwa uhalisia kwamba kwa uh, mgeni rasmi atakuwa ni nani, siwezi nikathibitisha hapa, lakini tuta tutaweza kufahamu juhudi uh, uh, mbalimbali za serikali mm, ambazo zimefanyika uh, katika kuhakikisha kwamba mazingira yanahifadhiwa, lakini tutaweza kufahamu ushiriki wa wadau kwa sababu uh, mazingira NEMC iko hapo imekasimiwa, lakini kama nilivyosema awali inashirikiana na wadau mbalimbali, lakini tutaweza kufahamu mbalimbali maelekezo ya serikali na nini mtizamo wa serikali katika kufikia Tanzania iliyo bora zaidi katika uhifadhi wa mazingira katika hiyo siku ya kilele. Lakini uh, kama nilivyoeleza kwamba tunashirikiana na wadau mbalimbali, sekta binafsi na serikali, ni kwamba hapa Dodoma tuko na taasisi mbalimbali ambazo uh, zipo zinafanya maonyesho na kutoa elimu uh, eh, ziko taasisi mbalimbali za serikali lakini na taasisi binafsi lakini pia tutapata kusikia hiyo siku ya kilele uh, kwamba na wao katika wiki ya mazingira Uh, mambo gani wameyafanya katika kutoa elimu ya mazingira, kwa sababu mazingira ni mtambuka na wote tunashiriki katika uhifadhi wa mazingira. Sasa sasa, bakisi mimi sina la ziada na la ziada sana, kwa hivyo ni kushukuru, na tunatarajia kwamba fursa za taka nyingine kama ambavyo fursa za vyuma vifaa vya kielektroniki umezungumzia plastiki zilivyohamasisha watu hususan vijana, ndivyo ambavyo tunavyotaraji hizi taka nyinginezo na zenyewe pia zitafanyiwa mikakati ama zitawekewa mikakati maalum, ziendelee kutuhamasisha vijana, tuweze kujua kwamba hapa kuna nema kabisa. Tunakushukuru sana Haji, tunawatakia maadhimisho mema ya ya wiki ya mazingira. Asante sana. Nashukuru, asante sana. Asante. Anaitwa Haji Yahya Kiselu, ni mhandisi mwandamizi kutoka Baraza la Taifa la Uhifadhi wa Mazingira NEMC na tumezungumza hapa kuelekea siku ya mazingira ambayo itaadhimishwa kitaifa, uh, kimataifa, hmm, na kitaifa pia hapa nchini Juni tano. Na yote kwa yote ni namna ya kuziona taka kuwa fursa <muchos>